Mwisho tunafikishwa pahala kwenye nchi yetu hii, tunafikishwa pahala, tunagombanishwa, tunakuwa maadui, tunakuwa mahasimu. Mimi ninachowaomba tu, ndugu zangu, tusikubali kufikishwa huko, kwa sababu tukifikishwa huko, tutagombana, tutafika pahala, tutapigana. Tukipigana vita vya panzi eh? Na Mwenyezi Mungu kwa neema zake katufunulia sehemu tu ya mioyo ya hawa wanaosubiri, au kunguru nasubiri mpigane <laughs> panzi ye yeah, apate. Wamesema hadharani kwamba kwa wao nchi hii eh, hawawezi kuiwachia, labda huku hamjayasikia, lakini sisi huko mjini tumewasikia wakisema hadharani, eh, kwamba nchi hii iwe iwavyo hawawezi kui huiachia. Kwa hivyo mkigombana mjue, kwamba wako watu wanaosubiri mgombane, na wanachochea saa nyingine mgombane, na wanashiriki katika ugomvi wenu, na wanashiriki katika kuwapa nguvu hao ambao wanadhulumu. Hawawapi kwa sababu wanawapenda, na ushahidi mwaka huu Mwenyezi Mungu atuwekea kwa wazi kwamba si kwamba wanaofanyiwa hivyo wanapendwa a -a ndani ya nyoyo zao kuna kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Mimi naomba niwakumbushe tu, jamani, nchi yetu pamoja na udogo wake, lakini Mwenyezi Mungu nchi hii tukumbuke, kwa historia yake kaipa neema ya utukufu, kaipa neema ya uzuri, kaipa neema ya kwamba kupendwa na watu, kaipa neema ya kwamba kuheshimiwa na watu ndiyo historia ya nchi yetu ya Zanzibar. Sasa hivi ni dhamana yetu tuliopo, tuilinde nchi hii. Ishafika kupiganiwa, wakagombana huko wazungu wa, wa eh, Wajerumani na Waingereza wakagombana wakafika kuingia mkataba, wakabadilishana Wajerumani wakapewa kisiwa huko Ulaya ili wawaachi Waingereza hii nchi yetu ya yes, Zanzibar eh. Wenyewe wanaosoma historia wanajua kuna mkataba maarufu wanaita wenyewe eh, Heligoland Treaty.